Umewahi kuhisi kama umefanya makosa mengi sana kiasi kwamba Mungu hawezi kukupokea tena? Acha nikueleze kuhusu mwanamume aliyekuwa mtakatifu katika dakika za mwisho za maisha yake. Alikuwa mhalifu, mwizi, akifa kwa aibu, lakini alipokea ahadi ya ajabu kutoka kwa Yesu mwenyewe. Hadithi hii inavunja uzo kwamba kuna unapaswa kujipatia kibali cha Mungu au kujirekebisha kwanza, bila chochote cha kutoa, akining'inia msalabani, mwanamume huyu alipata njia yake kuelekea paradiso. Sio kuhusu wema wetu, bali kuhusu rehema kuu ya Yesu. Haijalishi yaliyopita, neema ile ile iliyookoa mwizi inapatikana kwako sasa hivi. Tuzame katika hadithi hii ya muujiza wa dakika za mwisho. Fikiria Golgotha, giza, machafuko na kujawa na maumivu. Anga lilikuwa limejaa mawingu mazito, upepo ukivuma kwa huzuni, kana kwamba asili yenyewe ilikuwa inalia kwa yale yaliyokuwa yanatendeka. Hili lilikuwa eneo la mateso, mahali ambapo matumaini na huzuni vilikutana. Kila kitu kilioneka na kimya, lakini ndani ya ukimya huo kulikuwa na kilio cha uchungu na huzuni isiyoelezeka. Yesu, asiye na hatia na safi, alining'inia kati ya wahalifu wawili, wanaume wenye hatia kwa kila kipimo. Hakuwa na kosa, lakini alikubali mateso haya kwa hiari. Kila msalaba ulikuwa na hadithi yake, lakini msalaba wa Yesu ulikuwa wa kipekee, msalaba wa upendo na kujitoa. Umati ulicheka kwa dhihaka, askari walidhihaki, na viongozi wa kidini walifurahi. Sauti zao zilijaa chuki na kejeli, wakifurahia mateso ya asiye na hatia. Hakuna alionekana kuguswa na uchungu wa Yesu, kila mmoja akionekana kuridhika na hukumu iliyotolewa. Wezi hawa walikuwa mwishoni, wakikabili kifo na aibu. Walikuwa wamehukumiwa kwa matendo yao, wakilipa gharama ya uhalifu wao mbele ya umma. Maumivu yao yalikuwa makali na hofu ya mwisho wao ilikuwa dhahiri machoni mwao. Hata hivyo, Yesu alikuwa pale, si kwa ajili ya uhalifu wake mwenyewe, bali kwa ajili yetu. Alibeba mzigo wa dhambi za ulimwengu, akitoa upendo na msamaha hata kwa wale waliomdhulumu. Macho yake yalionyesha huruma isiyo na mipaka hata alipokuwa akiteseka. Tofauti ni kubwa: Yesu Mwokozi asiye na dhambi akishiriki hatima ya wenye dhambi. Alisimama katikati ya uovu na haki, akionyesha kwamba upendo wa Mungu hauchagui. Hapa msalaba wake ulikuwa alama ya tumaini kwa wote waliopotea. Katika mahali hapa pa mateso, yeye alikuwa daraja kati ya wanadamu na Mungu. Kwa mateso yake, alifungua njia mpya ya neema na msamaha, akiwaleta watu karibu na muumba wao. Huu ulikuwa mwanzo wa Agano Jipya, lililojengwa juu ya upendo na kujitoa. Misalaba mitatu huko Kalvari iliweka msingi wa tendo la rehema la kushangaza. Hapa ndipo hadithi inavyoanza, mahali ambapo giza lilikutana na nuru, na mateso yakageuka kuwa tumaini la milele kwa wanadamu wote. Wezi wote wawili walikabili hatima ile ile, wakining'inia upande wa kulia na kushoto mwa Yesu, wakitazama mwisho wa maisha yao ukikaribia. Walikuwa wamepitia mateso, wakihisi uzito wa makosa yao, na sasa walikuwa uso kwa uso na ukweli usiopingika wa kifo. Katika hali hiyo ya kukata tamaa, kila mmoja alilazimika kufanya uamuzi wa mwisho kuhusu imani, matumaini na msamaha. Lakini majibu yao yalikuwa tofauti kabisa. Ingawa walikuwa karibu sana kimwili, mioyo yao ilikuwa mbali sana kiroho. Kila mmoja alichagua njia yake mwenyewe mbele ya Yesu. Mmoja alimdhihaki Yesu akidai kuokolewa bila toba, moyo uliokauka kwa kiburi na uchungu. Aliona mateso yake kama mzaha, akishindwa kutambua neema iliyokuwa mbele yake. Badala ya kutafuta msamaha, alijificha nyuma ya kejeli na hasira, akimlaumu Yesu kwa hali yake mwenyewe. Aliona udhaifu tu, akipoteza nafasi ya uzima wa milele. Macho yake yalikuwa yamefungwa na kiburi, akashindwa kuona upendo na huruma iliyokuwa ikimsubiri. Hivyo alikosa fursa ya kubadilisha hatima yake milele. Mwizi mwingine, akitazama huruma ya Yesu, alihisi moyo wake ukilainika. Aliona tofauti ya tabia kati yake na Yesu, mtu asiye na hatia anayeteseka pamoja nao. Alimkemea yule aliyedhihaki, akakiri hatia yake mwenyewe, akakubali kwamba alikuwa anastahili adhabu yake, na akatetea kutokuwa na hatia kwa Yesu, akisema wazi kwamba Yesu hakufanya kosa lolote. Alisimama kidete, akionyesha ujasiri na uaminifu hata katika maumivu yake mwenyewe. Kwa unyenyekevu alichukua jukumu la maisha yake na akatambua ukweli. Alikiri makosa yake bila visingizio, akajinyenyekeza mbele ya Mungu na watu. Uaminifu huo ulikuwa hatua ya kwanza kuelekea ya kweli Alifungua moyo wake kwa matumaini mapya akiamini kwamba hata katika dakika za mwisho msamaha ulikuwa bado unawezekana. Katika dakika zake za mwisho alifanya chaguo muhimu zaidi maishani mwake, kuchagua imani badala ya kukata tamaa na kutafuta msamaha badala ya kulaumu. Wanaume wawili, chaguzi mbili. Mmoja alikataa tumaini akabaki na uchungu na giza, mwingine akalinyakuwa akapata mwanga na matumaini mapya. Hatima zao zilitofautiana milele kwa sababu ya uamuzi huo mmoja. Tofauti ilikuwa moyo mkweli, moyo mnyenyekevu, mkweli unaweza kubadilisha maisha hata katika wakati wa mwisho kabisa. Mwizi aliyetubu akiwa amesulubiwa kando ya Yesu alijikuta katika hali ya kukata tamaa kabisa. Maumivu na aibu ya msalaba yalikuwa mzigo mzito, lakini hata katika wakati huo wa mwisho, moyo wake ulitafuta tumaini. Alimgeukia Yesu na kuomba tu, Yesu unikumbuke, utakapoingia katika ufalme wako. Hili lilikuwa ombi la mtu aliyefika mwisho wa uwezo wake, akijua kwamba hakuna kitu kingine cha kumsaidia isipokuwa rehema ya Mungu. Katika macho ya wengi, Yesu alikuwa tu mwanamume mwingine anayekufa, lakini mwizi huyu aliona zaidi ya mateso. Alimwona mwanamume anayekufa lakini alimwamini mfalme aliye hai. Aliona utukufu uliofichwa nyuma ya udhaifu wa kibinadamu na akatambua kwamba Yesu ndiye tumaini lake la pekee. Imani yake haikuwa juu ya ufasaha wa maneno au sifa za kidini, ilikuwa ombi la dhati la kweli lililotoka moyoni. Hakujaribu kujitetea wala kueleza matendo yake ya zamani. Alikuja mbele ya Yesu kama alivyo, akileta uhitaji wake na kutegemea neema pekee. Hakuomba kuokolewa kutoka msalabani wala hakutafuta maisha marefu duniani. Badala yake, alitamani mahali katika ufalme wa Yesu, mahali pa kukumbukwa na mfalme wa milele. Ombi lake lilikuwa la kina, likionyesha kwamba alielewa mambo ya milele kuliko ya sasa. Unikumbuke. Maneno haya machache yalibeba uzito mkubwa. Hili lilikuwa ombi la unyenyekevu, si kwa heshima, bali tu kutokusahaulika. Alitamani tu Yesu amkumbuke hata kama hakuwa na chochote cha kujivunia. Alikiri uhitaji wake na akaweka tumaini lake kwa Yesu peke yake. Hakutegemea matendo yake mema wala hakujidai kuwa bora kuliko wengine. Alijua kwamba wokovu ni zawadi, si malipo. Huu ndio aina ya imani inayousogeza moyo wa Mungu, uaminifu wa unyenyekevu na wakweli Mungu hachukizwi na udhaifu wetu, bali huvutiwa na mioyo inayomtafuta kwa unyofu. Hatudi kwa Mungu na mafanikio yetu, bali na uhitaji wetu. Tunapomwendea kwa unyenyekevu, tukikiri mapungufu yetu, ndipo anapokaribia zaidi. Mwizi yule hakutegemea historia yake wala sifa zake. Alijua kwamba mbele ya Mungu kilicho muhimu ni moyo uliovunjika na roho ya toba. Sala rahisi ya mwizi ilikuwa na nguvu kwa sababu ilikuwa ya kweli. Hakukuwa na unafiki wala kujifanya ilikuwa kilio cha mtu anayehitaji msaada wa kweli, na kilio hicho cha rehema kilikuwa karibu kupokea jibu lisilofikirika, jibu la upendo na ahadi ya uzima wa milele kutoka kwa Yesu mwenyewe. Yesu, katika maumivu yake, alisikia ombi la mwizi na akajibu mara moja, amin, na kuambia leo utakuwa pamoja na mipeponi. Hakuna kusita, hakuna masharti. Ahadi ya moja kwa moja, ya kibinafsi. Amin, dhamana kutoka kwa mfalme mwenyewe. Leo Wokovu ulikuwa wa papo hapo, haukucheleweshwa. Imani ya mwizi ilihakikisha nafasi yake peponi siku hiyo hiyo. Yesu aliahidi si tu mahali, bali uwepo wake mwenyewe utakuwa pamoja nami. Zawadi kubwa zaidi haikuwa paradiso yenyewe, bali kuwa pamoja na Yesu milele. Aliyekataliwa akawa mgeni wa heshima nyumbani mwa mfalme. Urejesho kamili, ushirika na furaha iliyotolewa katika wakati mmoja wa imani. Ahadi ya Yesu kwa mwizi inatuonyesha kwamba neema ya Mungu ni ya papo hapo. Hakuna chumba cha kusubiri, hakuna purgatori. Imani kwa Yesu huleta uhakika wa papo hapo. Mwizi alifunga macho yake kwa maumivu na akayafungua katika uwepo wa Mungu. Hakufanya chochote kujipatia. Wokovu wake ulikuwa neema tupu. Paradiso si tu mahali, bali kuwa pamoja na Yesu katika uhusiano kamili. Wakati unamwamini, umilele wako umelindwa. Neema ile ile iliyokoa mwizi inapatikana kwetu sasa hivi. Ni ya papo hapo, isiyopatikana kwa jitihada, na inategemea kabisa kazi iliyokamilika ya Yesu. Mwizi aliyetubu anathibitisha, hakuna aliye nje ya uwezo wa Mungu. Hakuwa na chochote cha kutoa, hakuna matendo mema, hakuna nafasi ya pili, lakini neema ya Mungu ilimpata. Labda unahisi umepotea sana, lakini hadithi hii inasema kinyume. Upendo wa Mungu hauzuiliwi na yaliyopita. Rehema yake haipatikani kwa utendaji wako. Ambapo dhambi inazidi, neema inazidi zaidi. Msalaba unatambua kwamba upendo wa Mungu una nguvu kuliko mapungufu yetu. Mlango wa msamaha haujawahi kufungwa. Mungu ni mtaalamu wa kesi zilizopotea na maisha yaliyovunjika. Yaliyopita hayafafanui maisha yako ya baadaye. Pamoja na Mungu, haijachelewa kamwe kuanza upya. Hadithi ya mwizi si sababu ya kusubiri, ni wito wa kutumaini sasa. Hakuna hata mmoja wetu aliahidiwa kesho. Wakati wa kujibu ni leo. Mwizi mwingine alisubiri sana na akakosa nafasi yake. Leo ni siku yako ya wokovu. Sio lazima ujirekebishe kwanza, njoo jinsi ulivyo. Neema ya Mungu inaweza kuandika upya hadithi yako kwa papo hapo. Usisubiri kujisikia mzuri wa kutosha. Neema ni kwa wale wanaojua hawako hivyo. Yesu anakupa mwaliko huo huo sasa hivi. Wanaume wawili, chaguzi mbili. Mmoja alichagua kukata tamaa, mwingine alichagua paradiso. Utachagua nini? Tunapoelewa neema iliyoonyeshwa kwa mwizi, jibu letu linapaswa kuwa shukrani. Sisi sote ni mwizi huyo wenye hatia lakini tumepewa paradiso kupitia Yesu. Yesu alichukua nafasi yetu, akalipa deni letu na akatupa tumaini. Hatujipati zawadi hii, tunaipokea tu kwa shukrani. Maisha yetu yanakuwa asante kwa Mungu, si jaribio la kumlipa. Acha hadithi hii kukumbushe moyo wa Mungu, anapenda kuokoa na kutoa nafasi za pili. Rehema yake ni bure kwa wote wanaoamini. Chukua muda kumshukuru kwa neema hii ya ajabu. Baba, asante kwa zawadi yako ya ajabu. Nisaidie kuishi kila siku kwa shukrani. Kwa jina la Yesu, amina.